Bana, miongoni mwa video ambayo imevutia watu wengi sana na watu wamefurahi jinsi ambavyo watu wanavyopendana katika game, lakini pia mahaba ya msanii kwa msanii, akiwa namaanisha video ambayo ikimwonyesha Mama Amina. Tunafahamu Mama Amina amekuwa ni moja kati ya shabiki mkubwa sana wa Diamond Platnumz, lakini pia ilishawahi kuzungumza kwamba anatamani siku moja akutanishwe uh, na msanii Diamond Platnumz. Sasa siku ya jana kwenye performance za siasa kiwanamaanisha stage baada ya kumwona Diamond Platnumz ile mkimbilia na hakujali kwamba kuna mabodyguard wa kina Onesimo au kuna kitu gani ambacho kinaweza ikamzuia yeye, ili amfuate Diamond, kwa sababu ni mtu ambaye anamkubali na anamwappreciate sana kwa kitu ambacho anakifanya, japokuwa anam, anam, si shabiki ile kinda kinda kile anamkubali tu eh, anam, baada ya kumfuata vile, basi ile fly kinoma noma na akamhagi, akamkumbatia Diamond Platnumz pale, wakazungumza maneno mengi sana japokuwa sauti zilikuwa zinapiga kelele, tukupata sauti vizuri, lakini pia kitu ambacho nimekikoti ni, ni kwamba Mama Amina anamkubali sana Diamond Platnumz. Lakini pia licha ya hivyo tu, pia watu kwenye comment section wakawa wanatamani pia ya pengine Diamond Platnumz amblesi Mama Amina hata ngoma moja tu ya, kum, ya, kum, ya kumpa safari ya maisha yake ya kwenda mbele zaidi, kwa sababu Mama Amina hichi kipindi imekuwa ni msanii ambaye mwenye upepo sana na Watanzania wanamkubali the way, namna anavyo tamka matamshi yake, lakini namna anavyoongea na, uh, kwenye suala so zima la kuimba, ndo maana anapata michongo mbalimbali mbali, na sehemu nyingi mbalimbali. So kuna vitu vingi ambavyo uliongea na Diamond Platnumz, pengine tu hatujui. Lolote linaweza likatokea kati ya Mama Amina na Diamond Platnumz. Imagine hiyo collab itakuwaaje? We, kama unatamani iwe hivi, angusha comment yako. Collab hii itakuwaaje, Mama Amina na Diamond Platnumz? Hii ni Bongo Plus TV, mimi na kuwekea hichi kipande ambacho Mama Amina alivyomuona Diamond Platnumz na kumfuata na kumkimbilia na kumkumbatia na kumzungumza maneno haya hapa Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, karibu sana hapa Ilala. Mbele yako ni wananchi wa Ilala ambao wamejitokeza kwa wingi asubuhi hii kwa ajili ya kuja kukusikiliza mgombea wetu. Wana Ilala, ni waulize swali, mmemwona mgombea urais? Mmemwona mapunga, mkono juu, baraka za rais wetu Dokta Samiaye hakika Ilala, mmetisha mmetisha sana Mheshimiwa Mgombea, naomba baada ya